Kwa moyo wa shukurani, unyenyekevu na uzalendo wa kweli kwa nchi yangu, leo nasimama hapa mbele yenu waandishi wa habari na mbele ya Watanzania wote na hususan wajimbo wa Tarime wa mjini, mimi mtoto wenu, nilizaliwa hapa nikalelewa hapa, na ambaye nimechagua kuelekeza tena gurudumu la maisha yangu ya kisiasa hapa hapa nyumbani kwetu Tarime Mjini. Leo kwa busara zangu tafakali na moyo uliojaa matumaini kwa mustakabali wa Tarime na Tanzania yetu, uh, natangaza rasmi natangaza kutia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Tarime mjini kupitia Chama Cha Mapinduzi, chama, uh, chama kinachoongoza kwa vitendo, chama chenye historia ya kuunganisha taifa letu, lakini zaidi ni chama ambacho kimeonyesha dira ya kweli ya maendeleo kwa kila Mtanzania. Nimefikia uamuzi huu si kwa jazba wala si uamuzi wa kutafuta nafasi na, na maslahi binafsi wala si wa kuwakatisha tamaa wale wote waliowahi kuniunga mkono hapo awali, bali baada ya tafakari ya hali ya nchi yetu, hali ya jimbo letu na Tarime mjini, na hasa matarajio makubwa ya wananchi wa Tarime mjini matarajio ya maisha bora, huduma bora za kijamii, fursa sawa katika nyanja zote, na hapa nikimaanisha kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiutamaduni, na maendeleo ya kweli kwa kila mtanzania anaishi hapa Tarime mjini. Mimi binti yenu, nimeona kuwa kupitia Chama cha Mapinduzi ndoto hizi si tu zitabaki kwenye makaratasi bali zinaweza kutafsiriwa kwa vitendo. Ndiyo maana leo nasema niko tayari kuwa sehemu la suluhisho ya maendeleo ya wana Tarime Mjini. Ndugu zangu, naomba niseme kwa uwazi na kwa kuhakikishia kuwa hii ni safari ya mpya ya matumaini na sio safari yangu mimi pekee kama Esther Nicholas Matiko bali ni safari yetu sote sisi wana Tarime Mjini. Ni safari ya mabadiliko chanya, safari ya mshikamano, safari ya kazi na utu, kama kauli mbiu ya chama chetu inavyosema kazi na utu tusonge mbele. Ndugu zangu, kabla ya kujiunga uh, na Chama cha Mapinduzi ni tafakari sana dhamira ya Rais wetu Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, kiongozi aliyepokea nchi kwa mazingira ambayo sote tunayafahamu aliyepambana na kujipambanua kusukuma gurudumu la maendeleo kwa mstakabali wa taifa letu katika mazingira ya aina zote, bila kuchoka. Kiongozi asiye wa maneno, bali wa vitendo, ambaye kupitia ajenda zake za 4R ambazo sote tunazifahamu maana ya 4R kwa maana ya reconciliation, resilience, reforms na rebuildings, amenifanya niamini tena kuwa Tanzania inaweza kuwa nchi ya uchumi wa kati na Tarime wetu inaweza kusonga mbele zaidi kimaendeleo. Ndugu zangu, wanatarime mjini, nawaomba mtambue kuwa chama cha Mapinduzi cha leo si chama cha historia pekee, bali ni chama cha mustakabali chanya wa taifa letu. Uh, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030, ambayo naamini baada ya kuwa imewekwa wazi baada ya mkutano mkuu, wengi wetu mtakuwa nayo, na hapa nimekuja nayo pia, imenivutia kwa namna ambavyo imeweka vipaumbele katika huduma zote za kijamii, afya elimu, miundombinu, uwezeshaji wa wanawake na vijana pamoja na uboreshaji wa uchumi wetu wa ndani, kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa maana kwa kila Mtanzania, kuhakikisha kwamba hata bidhaa ambazo tunazalisha Tanzania kwenye viwanda vyetu vinaweza kuhakikisha kwamba vinapewa pale panapohitajika, vinapewa subsidies, kwa maana ruzuku, lakini pia vinatolewa kodi ili k-kuweza kuhakikishia wazalishaji wa ndani sio tu kwamba wanatoa ajira, lakini wanaweza kuwa na uh, gharama ambazo ni nafuu zaidi na wakaweza kuzalisha kwa tija na hivyo tukapunguza kuingiza bidhaa kutoka nje. Lakini pia wameweza kuonyesha dira ambayo itamwezesha mwanamke na vijana kuweza kujiunua kiuchumi. Lakini pia pamoja na uboreshaji wa uchumi kwa kila Mtanzania, sio tu kwa vijana, sio tu kwa wanawake, sio tu kwa watu wenye ulemavu, lakini hata kwa, kwa wazee ambao wengine wameshastaafu na hata imekuwa reflected kwenye bajeti yetu kutoka kutoka pensheni uh, ya laki moja imeenda mpaka laki mbili na nusu Kwa unaweza ukasoma dhamira ya dhati ya serikali ya Chama cha Mapinduzi na sisi Watanzania Watarime mjini mara tunahitaji haya yote na mengine zaidi. Mwisho kabisa, ninawaomba Wanatarime Mjini, Watanzania Watarime, Watanzania wakanda maalum ya Tarime wa kanda, kanda Roria Wanamara na Watanzania kwa ujumla, wale wote ambao wanaamini katika mimi waendelee kuniweka katika maombi, kwa sababu msubati wenu ninategemea. Katika muda wowote kuanzia sasa nitaenda kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge kupitia chama chetu cha chama cha cha Mapinduzi kwa jimbo la Tarime Mjini, muda wowote kuanzia sasa na hiyo ndiyo ilikuwa dhamira kuu ya leo kufika hapa kuongea nanyi waandishi wa habari, kuonyesha nia yangu ya dhati ya kuomba ridhaa kwa chama changu cha Mapinduzi kugombea ubunge wa Tarime Mjini.